Anauliza leo mahubiri ya namna gani? kuimba iba, mioyo yetu imejaa furaha na shukrani. Danieli akatupwa ndani ya tundu la simba. Kwa nini? Anaonekana Danieli ameihalifu amri halali ya mfalme. A legal decree from the king ambayo iko kinyume na Mungu wake. Umenielewa eh? Umenielewa eh? Unajua, magumu yaliyokupata wewe yalikupata kwa sababu mimi nilikataa utekaji. Umenielewa eh? Yalikupata kwa sababu mimi nilikataa, mpaka leo nakataa vile vile. Umenielewa? Mpaka leo nakataa vilevile, mpaka leo. Si ukae, si ukae ulegeze makongolo hapo, ndio wewe ukaingia kwenye magumu haya sababu mpaka leo mimi nakataa vile vile Mungu hataki, sheria ya nchi haitaki, dini nayo haitaki, jasusi naye hataki, na wanae nao hawataki, na nchi pia nayo haitaki hayo yako vile vile. Leo niliposema ni nakuja kanisani Jumapili. Meseji nilizopokea za watu mbalimbali, manabii, mitume na nani, askofu: Bwana anasema usiende kabisa, usijitokeze, Bwana anasema hey. Nikawambia, sikilizeni, sikilizeni, yanipasa kukwea nyumbani mwa Bwana leo na kuanzia leo niko hapa kila Jumapili leo, kuanzia leo Mungu ameruhusu, niko hapa kila Jumapili. Tunataka kuwa na uamsho usiokuwa wa kawaida. Unaona jengo hili haitutoshi. Juu tujae chini tujae, pembeni tujae, kushoto tujae, tuijaze dunia kwa jina ya Yesu. Kaa mwanangu. Hey, usiende. Hey, shetani analo jambo, sikiliza. Hey, nikwambie kitu, ukiniona mimi naenda mahali nifuate ni salama. Huwa nakwambia ukiniona mimi nakwenda mahali, hata kama giza limetanda kiasi gani, ukiona jasusi yuko mbele wa mbinguni, jua ni salama. Radi zipo, mafuriko yapo, upepo upo, lakini namwamini Mungu itakuwa vile vile, kama nilivyowaambia wakati wa hatari, nyuma yake kuna muujiza wako. Narudia tena, when God is about to bless you he allows a danger to come to you. Unavyosimama kumtetea Yesu, mbingu nzima inasimama pamoja na wewe mimi kwenye mambo yanayohusu Mungu wangu nitarudi mbinguni nikiwa mbichi hivi hivi, narudia, narudia tena kama hujanielewa, in matters pertaining to my faith, nitarudi kwa Mungu mpaka nikiwa mzee, sibadiliki, sijadiliani. Nyakati tunazoziendea nyakati za artificial intelligence, nyakati za sayansi kuongezeka, ni nyakati ambazo watu wanajaribiwa kupoa. Usipoe kuhusiana na imani yako, usijadiliane na ukienda kwenye kanisa lolote ukaona kuna, kama kuna michanganyo changanyo, ni kana kwamba Yesu hapa yupo na ujanja fulani upo, ondoka pale. Hata kama ni kanisa la ufufuo ondoka pale uwe sehemu ambayo neno la Mungu likihubiriwa unajisikia, Mungu anazungumza na mimi, unajisikia, Yesu ananena na mimi. Umenielewa eh? Umenielewa eh? Maaskofu wetu wawili hawapo, Dickson pamoja na mwanamapinduzi walipigana mpaka wakaenda nje ya nchi kuokoa uhai wao, na leo tutawaombea na wao, tutawaombea Dickson pamoja na mwanamapinduzi, Mungu ape nafasi sisi yeyote asiye mpiganaji si mwanangu. Kama ni mtoto basi, ni mtoto wa kambo. Wanangu wote zikipangwa, zinapangwa kwa habari ya imani yao, hakuna mjadala. Mwambie mwenzako, hakuna mjadala. Unajua, sikiliza, nikwambie kitu kidogo. Wakristo tumefundishwa kwamba hata kama ukiliwa na simba, unaliwa na simba, we nyamaza tu uliwe, haraka haraka uende mbinguni. Mimi siliwi na simba, mimi na simba siliwi. Tumefundishwa si ni kondoo wa Bwana, kondoo maana yake ni nini? Sikuliwa kondoo maana yake ni kondoo wa kuchinjwa. Unatulia, unachinjwa ah, ah, ah, ah. Mimi si kondoo bwana, mimi unaniona mimi hivi, ndani yangu kuna simba wa kabila la Yuda. Pakifika kwenye mambo ya unyenyekevu yale mambo ya unyenyekevu ya kusema asante, karibu, kuhurumia watu ni kondoo. Kwenye kuhurumia watu, kuwasaidia, kutoa chokoza E, ni kondoo. Ikifika kwenye vita bwana ni Bwana wa vita, Jehova ndilo jina lake. Umenielewa? Anayeshangaa shangaa mwambie wewe sio wa hapa, mbona shangaa shangaa? Familia hii haina mjadala. Familia hii kiamua ki, kwenda inakwenda popote pale. Mmenielewa wanangu? Mmenielewa?